Kitu kikubwa cha kwanza na cha muhimu, jitahidi kwa kila namna kutengeneza njaa. Ndio c cha kwanza, uwezo wa kutengeneza njaa. Utengeneze njaa ndani yako kwa kiwango ambacho hakuna chochote kile kitakachokufanya uache kulipa gharama ya kumpata huyu Mungu. Tengeneza kiw kwa kiwango ambacho kila raha ya hii dunia hii kila stari ya dunia hii, kila mazingira yanayokupa utulivu ya dunia hii yasiwe sababu ya wewe kuto kujitoa muhanga, kuto kulipa gharama ya kumtafuta Mungu kwa bidii yote. Uwe na njaa na kiu ambayo itakata hamu ya vitu vingine vyote vinavyokuzunguka ikubakize kwenye kiu moja tu ya kutaka kumwona Mungu kwa kiwango kipya kwenye maisha yako, kwenye mambo ya kimungu. Kiu ndiyo pesa inayotumika kukupatia kupatia kitu cha kiroho kuja kwenye maisha ya mwanadamu. Ndio maana nakungang'aniza, tengeneza kiu ndani yako, kwa sababu kiu ndiyo pesa inayotumika katika ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho, kupata kitu chochote kile, hatuendi na hela mfukoni, hatuendi na shilingi mkononi. Ndio maana kwenye ile Isaya 55 alisema, kila aonaye kiu njoni kwangu, nunueni mle, mnywe bila fedha, bila thamani ila anasema kila aliye na kiu lazima kwanza uwe na kiu, kiu sababu kiu ndio kitu ambacho unanunulia kitu kwenye ulimwengu wa roho. Ndio maana Yesu akasema kila aonaye kiu na aje kwangu anywe. Hauwezi ukaenda kwa Kristo ukanywa chochote kile kutoka kwa Mungu bila kuwa na kiu. Kwa hiyo ukenda kwa Mungu anaangalia kwanza kiu yako ni nini, una kiu ya kitu gani na una kiu ya kiwango gani? Na hiyo kiu itaonekana kwa matendo yako, kwa sababu Samueli wa kwanza sura ya pili mstari wa tatu b inasema Mungu ni Mungu wa maarifa na kwake matendo upimwa na yeye kwa mizani. Kwa kiu ya kwako Mungu ataipima kwa matendo ya kwako kwa namna ambavyo unaiexpress unaidhirisha unaiachiria ile kiu ulionayo mbele za Mungu. Mungu anaiangalia ile kiu anaiona, akiona ile kiu anakupa kitu ambacho una kiu nacho, sababu Mungu ni Mungu wa maarifa na kwake matendo upimwa na yeye kwa mizani, matendo yako yataonyesha kiu ulionayo, kwa sababu hauwezi kana kiu ya kupata kitu kutoka kwa Mungu afu unakula mimi mitatu kwa siku, haiwezekani. Unakula Jumatatu hadi Jumatatu nyingine, haiwezekani, haiwezekani ile kiu, kuna vitu vitakunyima, kwa sababu ukiomba Mungu kuna vitu vifanyike, lazima uende kwenye ngazi nyingine tena. Sababu Yesu alisema namna hii haiji ila kwa kufunga na kuomba. Kwa kufunga na kuomba, lazima iwe ni sehemu ya maisha yako, na ndio maana kadri unavyozidi kukaa kwa Mungu, ataanza kukuwekea ndani yako pesha ya kufunga pesha kufunga. Unapoona kiu ya kufunga ndani yako, ni Mungu anajua umeomba kitu kwa muda mrefu na anatamani ya kufanya, lakini anajua namna hii, kuna kitu kiongezeke kingine, anakupa kiu ya kufunga. Ukifunga kuna kitu kingine kinajengeka kwenye maisha yako. Hawezi ukafa kwa, kwa kutokula mchana peke yake ya na asubuhi. Watu wanasubiri kuomba jumapili wakiwa kanisani, lakini kiu ya Mungu itakufanya utengeneze mida ya kwako binafsi. Na kwenye maisha haya siku zote nasema hivi kitu pekee ambacho utakaa nacho sasa na siku zote mpaka unaondoka duniani na kule mbinguni unaenda nacho ni Mungu peke yake. Kuna mazingira utafika, utatamani ungekuwa na Mungu tangu zamani ili ajibu haja ya moyo wako kwa wakati huo. Ikifika mahali kwako, waganga wakawa wanaonekana, wachawi wanaonekana wanaweza kufanya vitu vikubwa kuliko Mungu uliye naye huyu, unajua na bado na Mungu mdogo. Lazima ifike mahali ambapo wachawi na mizimu yoyote ile duniani iwe haina uwezo zaidi ya Mungu uliye naye. Ifike mahali Mungu aliyoko ndani yako awe mkubwa kuliko uganga na uchawi kwenye mazingira ambayo nakuzunguka. Ifike mahali Mungu aliyoko ndani yetu anajulikana na kutambulikana kuliko kitu kingine chochote kile. Ifike mahali tuwe kama Elia, alisema naijulikane leo, na akasema tutaweka hapa, Mungu wenu afanye kitu au Mungu wangu afanye kitu, Mungu atakayefanya hili jambo ndiye Mungu atakayebudiwa katika Israeli. Tunapataje usingizi wakati tuko chini sana, tuko mbali sana, yaani mbali ya kwamba nyuma sana, mpaka hata kanisa sana zikasinzia. Lazima uwe na kiu ndani yako. Jenga, jenga kiu. Tujenge kiu kwenye maisha yetu, ndani yetu, siku zote, wakati wote, jenga kiu ndani yako.